Naam, katika kile kinachoonekana kama msisimko mpya wa kisiasa, rais wa Uganda Yoweri Museveni ameonekana kukasirishwa na makala ya CNN kuhusu uchaguzi wa Tanzania iliyoandaliwa na mwanahabari Larry Madoo. Those international media sometimes are inciting, especially when African countries are having elections. Next year we will be having general elections here in Uganda. Please tell people like Larry Madoo not to step their feet here. I saw what you did. Museveni aibua hisia kali dhidi ya CNN akidai kuwa documentary ya Lari Madogo juu ya uchaguzi wa Tanzania imeonyesha taswira isiyo sahihi ya ukanda wa Afrika Mashariki. Vyanzo vya karibu na ikulu ya Uganda vinasema Museveni aamini makala hayo yanaweka shinikizo lisilolazima kwenye majirani, inaweza kuathiri mahusiano ya kisiasa ya kikanda. CNN kwa upande wake imetetea kazi ya madoi ikisema imejengwa kwenye ushahidi wa kina na vyanzo huru. Hata hivyo, msuguano huu umefungua mjadala mpana juu ya mipaka kati ya uhuru wa vyombo vya habari na maslahi ya kisiasa ya serikali za Afrika Mashariki. Kwa sasa macho yote yanaelekezwa kwa hatua zitakazofuatwa wa pande zote. Nikiripotia Runinga ya Kibu, jina langu ni Riziki.